Naam, katika ajali hiyo ambayo e, umeiona katika hiyo video e, bwana, ni watu tisa wameweza kufariki dunia papo hapo na wengine 44 e, kuweza kujeruhiwa mara baada ya basi la kampuni ya Hai kugongana uso kwa uso e, na lori ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari katika eneo la Lugono ma, e, Melala, barabara kuu ya Morogoro kuelekea mkoani e, Iringa. Ajali hiyo pia imeweza kutokea wakati magari hayo mawili yalipogongana kwa nguvu na kuweza kusababisha maafa hayo makubwa kuweza kutokea. Sasa kwa mujibu wa, eh, wa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro Daktari Daniel Kungu, ajali hiyo pia imeweza kutokea alfajiri ya leo Alhamis ya tarehe 12 eh, mwezi wa sita mwaka 2025, na hospitali pia imeweza kupokea miili ya marehemu tisa, eh, lakini pia ameeleza kuwa eh, kati ya miili hiyo mitano ni ya wanaume na minne ni ya wanawake. Aidha, eh, Dkt. Nkungu amesema hospitali hiyo imepokea majeruhi 44 ambapo eh, kati yao watu wazima ni 37 7, lakini pia na watoto wa, wako saba. Eh, Dkt. Nkungu pia ame bain, amebainisha kuwa majeruhi wengi wameweza kupata mivunjiko na kuweza kuendelea kupatiwa matibabu ya haraka eh, chini ya uangalizi wa karibu na wataalamu wa afya amesema kuwa miili minne kati ya tisa tayari imetambuliwa na ndugu wa marehemu ambapo utambuzi huo umewezekana kupitia vitambulisho vyao e, vilivyokuwa e, na marehemu walivyokuwa navyo hao marehemu katika e, mifuko yao. Sasa Dr. Nkungu pia amesema miili mingine bado haijatambuliwa na imehifadhiwa e, katika chumba cha maiti hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ikisubiri utambuzi na taratibu zaidi kutoka kwa familia husika. Kwa upande wake kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro Alex Mkama amesema kwamba atatoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari muda si mrefu kuhusu chanzo cha ajali hiyo na hatua zinazoweza kuchukuliwa. So ebana, katika ajali hiyo imeweza kusababisha vifo vya watu tisa, lakini pia watu 44 wameweza kujeruhiwa. Kama wewe na ndugu yako nahisi alipanda katika gari hii la Hai, uweze kufuatilia vizuri kujua kama atakwepo katika ajali hiyo. Endelea kutufuatia sisi kama sasa digital kwa taarifa nyingi zaidi.